Mpendwa unayenitegea sikio katika siku ya leo, nina swali ambalo napenda nikuulize. Huenda uh, wewe ume, umeshawahi kujiuliza swali la namna hii, au hujawahi kujiuliza swali hili, au labda hauwezi hata kujibu swali hili. Sasa mpendwa, kama wewe utakuwa hauwezi kujibu swali hili, ni vema ukae usikilize uh, mahubiri ya leo, mpendwa maana ni swali ambalo watu wengi wamekuwa wanajiuliza, wamekuwa hata wakipotoshwa, kwa sababu wanajaribu kutafuta jibu kamili ala swali kama hili na swali hili ambalo leo. Ah, ni swali nalosema ku kuhivi aje ni nani? Ni nani ni nani anayeweza kutufunulia mambo ya Mungu ni nani anayeweza kutufunulia mambo ya Mungu? Je, ni nani mpendwa, anayeweza kuchunguza kila kitu, anayeweza kuchunguza hata mambo ya ndani sana ya Mungu? Je, ni nani mpendwa, ni nani ambaye anaweza kukufunulia siri za Mungu. Ni nani? Ah, tunaongelea yale Mungu ambayo labda ana- anasema na wewe, anataka kutenda. Ni nani mpendwa, ambaye anaweza kufanya hivyo? Je, ni nabii yenu huyo, au ni mchungaji, au ni mwinjilisti, au ni askofu, au ni hawa wa wasomi waliobobea katika mambo ya theolojia? Je, ni nani mpendwa, ambaye anaweza hata kukufundisha na nakukufunulia na kuchunguza haleluya, mambo ya Mungu, siri za Mungu, mawazo ya Mungu, ni nani mpendwa, ni nani? Hilo ndo swali ambalo najua wengi wenu mnajuliza, au umekuwa unajuliza kwa muda mrefu, na jibu mpendwa, lazima ulipate leo. Lazima ujue wewe mpendwa, unamuhitaji nani akuweza akuelewa mawazo ha, mambo siri za Mungu na haya yote mpendwa, katika siku ya leo ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa na wewe mtazamaji popote pale ulipo, napenda nichukue nafasi hii akuweza kukaribisha unapoungana nami katika siku ya leo. Aubarikiwe katika jina la Yesu Kristo, ninakutamkia baraka katika jina la Yesu Kristo, ninakutamkia ushindi katika jina la Yesu Kristo, ukapate mpendwa kufurahia uwepo wa Mungu. Oh, amani itokayo kwa Mungu haleluya! Oh, furaha, furaha itokayo kwa Mungu mpendwa, katika jina la Yesu Kristo, na upate kuona ushindi ndani ya maisha yako, haijarishi unapitia ah, mambo gani, haijarishi wewe umekuwa mgonjwa kiasi gani katika jina la Yesu Kristo pokea uponyaji, katika jina la Yesu Kristo. Na wewe, hajalishi umetenda dhambi kiasi gani, pokea wokovu. Oh, katika jina la Yesu Kristo ukapate kutakasika na kusafishwa katika damu ya Yesu Kristo. Penwa, mpokee Yesu Kristo, maana hizi ah, ni, ni, ni, ni siku ah, za nyakati za nyakati za mwisho. Yani tuko ukingoni, Yesu anarudi. Yesu anarudi, mpendwa. Akija leo, wewe utamwambia nini? Utasema nini? Mpendwa, kuna wimbo tulikuwa tunaimba kipindi cho cha nyuma sana, anasema utasema nini wewe, utasema nini wewe, mpendwa, utasema nini wewe, utasema nini wewe, mpendwa. Wimbo ulikuwa unakuuliza wewe, utasema nini? Utamwambia nini Yesu maana akirudi hapa, hauwezi kuanza kujieleza, oh, ujustify uexplaini mambo utoe maelezo oh, mimi nilichelewa kutumbuka sababu hii oh, mimi ni pendwa ha, yani mambo hayo hayapo tena akirudi Yesu au ah, wewe ukifa leo mpendwa, hautatoa ah, maelezo mengine akirudi Yesu. Maana utakuwa unasubiria siku ile ikilia apalapanda na twinkling of an eye parapanda ikiria, wafu watafufuka, o oh, nasi tulio hai tutabadilishwa. Haleluya! wale tu ambao wako ndani ya Yesu Kristo, sio walio katika dini, wale walioko ndani ya Yesu Kristo. Haleluya! Um, ma, maandiko matakatifu anasema wale ambao wanajikana wenyewe Ata, yani maisha yao hawayapendi kuliko wanavyompenda Yesu Kristo, yaani unampenda Yesu Kristo kuliko unavyopenda maisha yako. Haleluya, wewe hukubali, hauwezi kuruhusu mtu yeyote wala kitu chochote kuingilia, uh, mahusiano yako na Yesu Kristo. Haleluya, china la Bwana wetu Yesu Kristo aipewe sifa. Ampendwa, uh, uh, katika siku ya leo, Aleluya, nimekuja ili kwamba atuongee aniseme na wewe kadri roho wa Mungu anavyoniongoza. Ni nami ninamshukuru Mungu kwa kunipa kibali hiki akuweza kuletea ujumbe huu wa leo, ambao unasema ajinsi mambo ya Mungu yanavyofunuliwa kwetu kwa wanadamu. Mambo ya Mungu haiwe ni siri pengo wenu nabii, mawazo ya Mungu asijui mambo gani yote yote Mungu mpendwa, ya Mungu yanawezaje kufunuliwa kwako? Unawezaje kuyatambua? Unawezaje kujifunza na kuelewa mambo ya, ya Mungu ya kiroho? Ukiangalia siku hizi tulizo nazo, shetani ameshavamia kanisa na, na wengi ambao mko ndani ya kanisa mpendwa, ameshakuwa ameshapotoshwa, yani hamko ndani ya Yesu Kristo mmeshakuwa watu wa dini na ndio maana mpendwa, katika siku ya leo, na kusi utumie muda mwingi kusoma maandiko matakatifu. Maandiko matakatifu mpendwa, soma neno la Mungu. Aa, usikubali mpendwa wiki ishe, Aa, siku tatu ziishe haujasoma maandiko matakatifu mpendwa, maana utapotoshwa. Aa, angalia shetani anavyovamia kanisa sasa hivi, shetani anavyojaribu kupinga wahubiri wa kweli anasema watakao hubiri tu, anapitia serikali yenu ooabab a serikali ya Kenya au serikali ya Rwanda au serikali kama ni ya Tanzania au serikali ya sijui za Marekani au serikali za magharibi pelo, wanaanza kuleta mtindo wa kusema kwamba wana theolojia tu ndo wanaruhusu kuhubiri neno. Huu ni ushetani, ni ushetani. Katika jina Yesu Kristo washindwe hawa serikali. Serikali hairuhusiwi kuingilia mambo ya Mungu, vinginevyo tuanze kuwachapa na wao injili katika jina la Yesu Kristo wapate kuokoka. Acheni kuingilia, wapendwa, mambo ya Mungu. Hayahitaji usomi, ndiyo maana nakuletea ujumbe huu hata wakija hayo serikali yako waambie neno hili, waonyeshe maandiko matakatifu yanasemaje. Hatuhubiri hekima za kibinadamu tulizofundishwa na wanadamu, hatusemi hatu maneno ambayo tumefundishwa na baba wa kiroho, mama wa kiroho. Watu mnawatoa wapi, wapendwa? Asijasema kwamba mpendwa, usiwe chini ya ya uongozi wa mtu fulani, kama Mungu amekuu amekuongoza hivyo basi fanya hivyo, lakini hii ona yakuona tu mtu kwa kuwa limekuwa maarufu sijui nini, lafu ndio unasema baba yangu wa kiroho ni yule, mama yangu wa kiroho ni huyo huo. Ni ushetani uliopindukia, mpendwa. Maana watu wengi ha, wanajidanganya sana, wanadhani kufahamu mambo ya Mungu, kuelewa siri za Mungu, ha, mawazo ya Mungu, wanadhani labda Uh, watatumia nabii nabii, anaonekana ndiye mwenye upako au uh, yule msomi aliyosoma uh, Biblia sana pendwa, mimi nakwambia, nikwambie ni asiri moja, asiri ambayo hawaambiwi ni kwamba akujua uh, Biblia yote hii kichwani hapa yani, maana kuna watu Biblia imekaa kichwani na haiwasaidii chochote, na ndio maana unaona kwenye makanisa yao wanabariki ndoa za jinsia moja. <laughs> wale ni wanathiolojia waliobobea sana kuliko watu wengine duniani, na mtu bado anaona kama wale uh, wanaojenga wana ufalme wa Mungu. Wanajenga ufalme wa shetani na ni wana ni wana wa ibilisi, mpendo, kwa sababu akweli haimo ni ndani yao. Wameweka aneno wa, uh, tu kichwani halijafika mahali penyewe, ili kwamba wabadilike waweze kupata upya wa uzima. Haleluya! Kwa hiyo usiji ukati, ukatishwa na, na, na mimi nimesema kwamba soma maandiko matakatifu ana unaposoma, mpendwa, lazima ufundishwe na huyu mtu mmoja ambaye anaweza kuku, kukuonyesha au kukufundisha kukufunulia mambo ya Mungu a kila kitu kuhusu Mungu ana mambo ya ndani ya Mungu mpendwa, ana mawazo na siri za Mungu huyu ambaye na, na, nataka nikuonyeshe katika siku ya leo pekee yake ndiye anayeweza. Vinginevyo unaweza ukajua hii Biblia yote kichwani, asilimia zote unajua. Kuna watu anajilia ukisema tu ka kifungu amesharukia huku, lakini ukiangalia maisha ni shetani, ni shetani. Kwa hiyo mpendwa, atusome maandiko matakatifu. Ukasema mbona kama unahubiri ma, ma, ma, ma, maneno yako. Na wao mwenyewe nisha, nasema siku zote kwamba achukua ah, maneno tunayoyahubiri, apima ah, kulingana na maandiko matakatifu asio ah, unahukumu tu we umekaa mkaa wa maswali ah, mpano tusome katika ah, kitabu cha ah, Wakorintho wa kwanza hapa ah, sura ile ya pili tunaanzia mstari wa kumi ah, maandiko matakatifu yanasema hivi: lakini mambo haya Mungu ame tufunulia kwa roho wake. Kwa hiyo mambo ya Mungu awe kujua Yesu ameku, amekufia msalabani a kwamba wokovu haleluya, ukombozi unapatikana akupitia Yesu pendo asili hii, unaweza kuifahamu na kuielewa vizuri, na yale mengi na mema na makuu ya na ukuu wa Yesu Kristo unaweza kufahamu mambo haya apindi utakapokuwa Uh, umefundishwa na Roho Mtakatifu na sio. Uh, mimi sio mchungaji wenu, sio mwalimu wenu ambayo mnaacha mwalimu nakuelewa, unamuelewa mwalimu, lakini maandiko matakatifu hausomi, ili kwamba umruhusu huyu mwalimu wa kweli. Mwalimu wa kweli sio mimi, mpendwa. Na ndio maana hata mhubiri yote anajifanya amefanya research, amesoma vitabu, akwambie kuna, bi, kuna Biblia ya Kiethiopia kuna Biblia ya Kiisraeli kuna Biblia sijui ya Kigiriki sijui ya Kiunani sijui ya nini waseme sijui ya Kirashia ya waseme wasiseme, mpendwa, haya yote ni upuzi mtupu. Siku za mwisho ukengeufu utakuwa ni mwingi, ujuaji ni mwingi sana, watu ambao mpaka wanapiga mapointi ao, nasema ni kweli. Na ndio maana siku za mwisho, neno la Mungu nasema, upotoshaji utakuwa ni wa kupindukia. Wewe unacho unatakiwa kufanya ni kumshikilia huyu Yesu. Sema nina Yesu, natembea naye, haleluya! Jina la Yesu Kristo lipewa sifa. Acha ile hali ya kuwa mnatetea maovu yenu, mnatetea watu ambao wamejaa dunia. Unakuna sema ah, mtu anasema mbona waimbaji mnavaa kama maraya? A, mbona nyie watu mnatembea au mnaenenda mnaishi kama wa, wa, watu wa ulimwengu huu? Yani, ha hakuna tofauti kati ya Mkristo na mtu wa kidunia, mnasema ah, Mungu tumekolea kwa neema, alafu Mungu haangalii nje ah, Mungu anaangalia ndani. Sasa wewe hiyo ndani yako inayotafsiri ni nani? pandwa ile inaongelea mtu ambaye hajaja ufa, kwenye katika ufalume, hajapokea hajapokelewa kwenye ufalume, lakini yule ambaye ameingia ndani akafika hapa, maandiko matakatifu yanasema anabadilishwa. Yesu anakubadilisha anakufinyanga, anakupondaponda, anakugeuza, anakubadilisha, unafanana kama yeye. Kwa nini? Kwa sababu una, an, an, an, yani Yesu anahakikisha umevua utu wako wa kale, ile as, asili ya dhambi ile adami kinecha, asili ya Adamu ambayo tunasaliwa nayo inavuliwa unatupa huko nampa shetani, alafu wewe ndo unamvaa Yesu mwenyewe. Sasa kama umemvaa Yesu mwenyewe, pendwa, unaona nguo, rangi ya nguo ambayo nimeivaa, unaiona A, kuna nyeushi hapa, kuna nyingine A, pendwa, hii hapa mpendwa. Sasa utashindwaje kusema kwamba nimevaa hii rangi nguo ambayo nimevaa ina, ina rangi hii? Wewe kama una Yesu na umemvaa Yesu, tushindweje kumona Yesu na kutusema kweli huyu ana Yesu? Acheni wapendwa kwa maandiko ya matakatifu anasema mambo ya Mungu mpendwa yanafunuliwa ana Roho Mtakatifu. Atuendee kusoma hapa, anasema hivi Roho huchunguza kila kitu, hata mambo ya ndani sana ya Mungu. Haleluya pendwa, sio nabii asio mimi, mimi sio kitu amchungaji, mchungaji wenu sio kitu amuinjilisti, amtume fulani Aha, wote wanaojiita wamebobea, ni walimu wenu hawawezi kufanya hivi. Roho peke yake, roho wa Mungu. Na mpendo wa, kama hauna roho, sasa hapa ndo utapata shida. Kama wewe unajikuta ni yule mtu ah, anayetanga tanga. Unaona yule ametenda muujiza, unasema basi yule anajua ku, kuchunguza anajua siri za Mungu, anajua ma, mawazo ya Mungu, anajua sijui mambo ya Mungu. Hapana, mpendo wa ha, roho, roho. Roho hapa, maandiko ndio yanasema, anasema roho anasema kila kitu, hata mambo ya ndani sana ya Mungu. Anasema kwa kwa maana ni nani anayejua mawazo ya mtu isipokuwa roho iliyo ndani ya mtu huyo? Avivyo hivyo, hakuna mtu ajuaye mawazo ya Mungu isipokuwa Roho wa Mungu. Mpendwa, haya sio maneno yangu, maandiko matakatifu yamesema, hakuna mtu yeyote duniani, hakuna mtu ya, yani hapa haijarishi ni mimi mwenyewe niliyesimama hapa, na ndio maana mpendwa, ninapohubiri asiji na mawazo yangu nianze kusoma ni, ni memorize nianze kuakuwa yaani mambo niliyokariri tu au niliyofundishwa na mtu maana anayejua, mpendwa, anayejua kile ambacho chakula ambacho kinakufaa wewe kwa wakati sahihi ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ndio maana akasema, hakuna mtu yeyote ajuae mawazo ya Mungu isipokuwa Roho wa Mungu. Kwa hiyo na sisi mpendwa, anasema basi hatukupokea roho roho ya dunia bali roho atokaye kwa Mungu, ili tuweze kuelewa kile kipawa ambacho Mungu ametupatia bure. Haya ndiyo tusemayo, si kwa maneno tuliyofundishwa kwa hekima za wanadamu bali kwa maneno tuliyofundishwa na Roho, tukifanya kweli atukifa tukifafanua kweli za kiroho kwa maneno ya kiroho. Na ndio maana nimekuambia mwanzoni kwamba shetani ameingia kanisani, anaanza kuvuruga kazi ya Mungu kwa sababu serikali siku hizi zinaanza kuvamia autoforume wa Mungu, wanasema kwamba wahubiri watu ambao wamefundishwa maneno ya wanadamu wamepokea roho ya dunia. Lakini sisi mpendwa, hatujapokea roho ya dunia hii na ndio maana tunapofundisha mpendwa, hatuji kwa kuletea injili ya kukufanya wewe ujisikie a comfortable, eh? Yani ujisikie kwamba ni ya kukuchekesha. Acha maovu yako, atubu dhambi, mpendwa, tengeneza na Yesu. Yesu anarudi. Kwa hiyo anasema hivi mpendwa, atukiafundisha maana anasema sisi mpenwa, haya ndiyo tusemayo asi, kwa maneno tuliyofundishwa kwa hekima ya wanadamu, bali kwa maneno tuliyofundishwa na Roho, tukifafanua kweli za roho kwa maneno ya kiroho. Mtu ambaye hana roho hawezi kupokea mambo yatokayo kwa Roho wa Mungu kwa kuwa ni upuuzi, ni upuuzi kwake, naye hawezi kuyaelewa kwa sababu hayo yanaeleweka yanaeleweka ya tu kwa, kwa upambanuzi wa rohoni wa rohoni mpedo. Kwa hiyo kama umeona kwa muda mrefu unashindwa kuelewa mambo ma, ma ya Mungu, mawazo ya Mungu. Aha. Kila kitu kuhusu Mungu ampenwa, ni kwa sababu hii moja tu inama, inaonyesha kwamba na ina- inadhihirisha wazi kwamba wewe hauna roho wa Mungu na wengi wenu ndivyo mlivyo, hauna roho wa Mungu ndio maana una struggle sana kwenye maisha haya, unataabika, unahangaika, unakimbia huko na huku, unajaribu kutafuta mtu atakaye atafisiri ndoto yako na watu wengine walivyo wa, walivyo matapeli wakitumia hata ah, labda ya kuomba anaomba, anaweza kutolea hii na kuombea swala hili, Mungu amenionyesha hivi au ah, iko hivi, na kipindi haihusiani na maisha yako. Mambo ya kiroho, mpendwa, mambo ya Mungu, labda wamekuna jiuliza hivi, naweza kumpata mtu wa, mtu gani ambaye anaweza anaweza kunifunulia mambo ya Mungu, mtu ambaye anaweza kuchunguza kila kitu ah, hata mambo ya ndani ya Mungu, ya ndani sana, yani those are deep secret. Ni nani, mpendwa? Mimi siku ya leo nimekwambia kwamba ni Roho Mtakatifu, na amesema Hakuna mtu mwingine, hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kufanya hivyo, kama vile ambavyo hakuna mtu awezaye kufahamu wewe unawaza mambo gani, kama vile ambavyo hakuna mtu anayeweza kufahamu dhambi ambazo umezificha wewe, ehe. Maana wengi wenu mnadhani kwamba akwenda kanisani, unatoa sadaka una kikumi unaenda kwenye maombi, unaenda wapi, unafanya hiki, unafanya na kile, unafanya na kile, unafanya na nani, yani kila kitu unafanya. Wengi wenu wanadhani kwamba hiki ndicho kibali cha kukufikisha mbinguni. Pendwa, hauendi haufiki mbinguni. Anayeenda mbinguni ni aliye ndani ya Yesu Kristo, huyo ambaye ana Roho wa Mungu na Roho anakufundisha watu wengi siku hizi mnapotoshwa siml hamna Roho wa Mungu ambaye anakuonyesha wewe yule, sio mtumishi. E, watu mnaamini hovyo hovyo tu. Ninakuombea. Mungu amenionyesha moja mbili tatu. Na wewe omba, amuulize Roho wa Mungu, kweli huyu ananionyesha sahii mimi mpango? Hawezi kuja hivi hivi, unaanza kunitabiria mambo Mungu mafanyaje najua maandiko matakatifu, sijui Biblia yote, lakini kadri wa Mungu anavyonipa hekima hii, kama maandiko yalivyosema. Mpendwa, asio rahisi sana yaani ni kuamini hovyo hovyo tu, eti kwa kuwa wewe au ah, unajionyesha ni mtu mkubwa, mgawa pesa Amu, ah, una una unatoa una unabii, ndio niamini kwamba wewe ni mtu wa Mungu? Hata shetani anaweza kutoa unabii tena ukawa sahihi. jua maisha yako shetani anaweza kuna kutolea unabii mpendwa. Sasa ninyi ambao mnakimbilia miujiza na maajabu maajabu, mtajikuta sehemu mbaya sana, na ndiyo maana siku ya leo mpendwa, ninakusihi katika jina la Yesu Kristo kwamba achana na haya mambo, wewe ambao ham, una hamu, una kiu, una njaa ya kujua mambo ya Mungu, asiri za Mungu, mawazo ya Mungu, akufunuliwa mambo ya Mungu. Pendwa, usikimbie kwa mwanadamu, asikudanganya eti amefunga miaka elfu moja hajara, anasema naenda siku tano kavu, naenda wiki saba kavu. Unajisumbua bure mpendwa, wengi wenu mnaishia kuambulia hata mapepo na majini. Hey, maana mnafanya hivyo, ni watena dhambi, mnajitabisha bure, wako wapo wapotoshaji wengi katika dunia hii na Ma, ndio maana mpendwa, katika siku ya leo, ninaku ninakuonya wewe, ninakusita tena mpendwa kwamba ujiepushe na hawa watu ambao wanakwambia, wanakufunulia, wanakupa siri ya mafanikio. Oh, fanya hivi, nao je, ni maandiko matakatifu? Maneno hayo yana, yana kweli roho ndani yake, wanapohubiri au wanakufundisha njia za kibinadamu maana kuna wanaofundisha a, Biblia au wanaohubiri Injili lakini sasa ani hekima za kibinadamu, kama maandiko matakatifu yaliyosema hapa kwamba sisi, mpendwa, amesema hivi, haya ndiyo atusemayo, asi kwa maneno tuliyofundishwa kwa hekima ya wanadamu, bali kwa maneno tuliyofundishwa na Roho tukiyafafanua au tuki tukifafanua kweli za kiroho kwa maneno ya kiroho. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Sasa watu wengi wanakuja wanafundisha kibinadamu, hekima za wanadamu. Amekuwa yani mstaarabu sana, ah, mstaarabu sana, ah, hey, hey, hey! Yani mstaarabu sana, wanawaita ma professionals sisi mpendwa, tuko hapa kujenga ufalme wa Mungu, tukiwambia wapendwa, unataka kufahamu, oh, kufunuliwa ah, mambo ya Mungu, haleluya! Oh, unataka ah, kujua kuma uchunguze mambo ya Mungu, hata zile yale mambo ya ndani sana ya Mungu, ah, mawazo ya Mungu, ah, haleluya! imagine mawazo ya Mungu, yani mawazo anasema Roho Mtakatifu. Pendwa, hapa ndipo kanisa limekufa siku za leo, watu hawana roho wa Mungu. Na oamungu ai unaona, nye mmeishi kama mashetani shetani hivi mapepo pepo hivi ndani ya kanisa na dhehebu zenu zinawapeleka kuzimu. Hao watu wamekalia masadaka na matoaji na nini, mpendwa, atengeneza maisha yako. Ishi maisha matakatifu mpendwa, au ujumbe huu unaishia hapa. Katika siku ya leo niamini kwamba siku ya leo umeweza kugundua asiri ya kufoweza kufunuliwa ya kufahamu mawazo ya Mungu, mawazo ya Mungu, siri ya Mungu na mambo yote ya Mungu, kwamba ni Roho Mtakatifu peke yake. Panga ubarikiwe, upokea maneno haya katika siku ya leo na kubariki katika jina la Yesu Kristo. Amina.